Vitu vinavyoonekana vimetengenezwa kutokea vitu visivyo. Kwa hiyo mpaka hapo ulipo, hicho kitu ambacho wewe hujakiona sasa hivi kwa kukishika, kumbe kipo. Pasta, kipo wapi? Kipo kwenye ubongo wako. Kwa hiyo vitu vinavyoonekana hivi hapa unavyoona vilitengenezwa kutokea vitu visivyo. Ndio maana nikawambieni chochote ambacho wewe unakitaka kabla hakijatokea katika ulimwengu wa mwili, lazima kianze kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Niende zaidi ya hapo. Watu wengi wana wanaposikia hii, wale ambao ni wajasiri wanasema kweli, hiyo kitu imenipata. Narudia tena, mimi sio nabii wala mwana wa nabii, na mimi sio mtafsiri wa ndoto kama Yusufu, nafundisha tu watu wengi sana ambao wanapitia changamoto hii, anakwambia labda anaota ndoto yuko shule, yuko chuo kikuu, lakini anajiona yuko primary, anaona yuko sijui darasani. Mwingine anakwambia anaingia kwenye mitihani, lakini naona ule mtihani sifanyi, au nimechelewa, kuna vikorokoro yaani. Ukishaona tu hivyo vitu hivyo, ni dalili mojawapo inayokuambia ya kwamba kuna kitu kinakurudisha nyuma katika maendeleo kwa hiyo wote waliopitia hili zoezi ambao wamepitia hili zoezi, ukimuuliza na kwambia ni kweli, kuna kitu yaani nashangaa, na tunarudi nyuma. Ina maana kwamba kabla hujarudi nyuma katika maendeleo yako kimwili, ikaonekana ulianza kurudishwa nyuma. Mtazame jirani yako mwambie, unaelewa au bado? Amesemaje eh? Bado. Haya, Mungu atusaidie sana. Mfalme akaota ndoto, akaona mti mrefu, mlinzi akasema ukatwe. nakumbuka hiyo story. ipo kwa Danieli ngapi? Danieli, haya. Hiyo hiyo ile ndoto ilikuwa inamaanisha mti, akaambiwa huo mti ni nani? Wewe mfalme. Sawa sawa kabisa, ni yeye mfalme. Ina maana mfalme alipewa ushauri ya kwamba tengeneza ABCD, hakutengeneza mambo yakaharibika. Mnakumbuka story yake alichanganyikiwa akaenda wapi? Aya. Tuendelee zaidi hapo. Ili mjue kwamba hivi vitu vinaundwa katika ulimwengu usioonekana ndio vije katika ulimwengu unaoonekana. Farao aliona masuke mangapi? Akaona ng'ombe wangapi? Saba. Ina maana ile miaka ya njaa na miaka ya shibe kabla haijaonekana ilianza kutokea rohoni. Mungu atusaidie. Na nyamaza, ili ujue kwamba kuna vitu Mungu alishakufunulia wewe mwenyewe muda mrefu, lakini hukujua mpaka ukaingia kwenye matatizo. Laiti ungelikuwa na jicho la kiroho ungezuia. Haleluya, mm. Unapokabiliana na hofu kumbuka ahadi za Mungu. Nilisema nikakazia sana, ukumbuke ahadi za nani? Za Mungu. Fanya mazoezi yale ya kupumua, mnayakumbuka vizuri. Lakini tukasema dhoruba namba mbili ambayo ni hatari sana ni vishawishi na vikwazo, vitu vinaonekana katika sura fulani hivi nzuri. Kumbuka vishawishi na vikwazo. Tukaona ya kwamba shetani ana tabia ya kupendezesha dhambi, kupendezesha jaribu ili vutie, na mara nyingi vitu vingi vinavyopendeza vina athari katika maisha yetu vingi sana, viangali vingi sana, vingi vingi vingi. Tufanyeje sasa hapa? Sasa utashindaje vishawishi?